Nipo na, na Mikoi Kisugu. Jina langu ni Tedi. Tena muda mrefu sana sijafanya naye mahojiano na mara nyingi kila nakuja kufanya naye mahojiano, mara nyingi na huku, inatokea timu ya taifa inakuwa nacheza, si ndio? na leo timu ya wanawake inacheza. Yes, timu wanawake anacheza katika uwanja wa Chamazi Complex. Yeah. Kwa hiyo lazima nichukue nafasi hii kupitia Almas online kwa sababu ni watu ambao mnafanya vizuri, mnafikisha habari Tanzania kwa wakati mm. Lazima tuambie Watanzania Tanzania, tunapohubiri uzalendo, maana yake uzalendo wa kweli unaanzia kwenye timu ya taifa mm. na moja, ili uanze kwenye timu ya taifa usitengeneze principles za ubaguzi, ndio maana yake. Linapokuja swala la taifa, lazima mkasimame mbebe kama taifa mbebe. leo hii timu ya wa taifa wanawake katika mashindano ya Afcon mm. Afcon wanapambana kwenda kushiriki kwenye kombe la dunia, kwa hiyo tutakuwa mechi yetu tunacheza Chamazi Complex kuanzia saa kumi na moja dhidi ya Ethiopia. Kwa hiyo nichukua nafasi hii kuomba sana Watanzania mm. kwa ujumuika kwa pamoja kwenda kusimama kwenye bendera ya timu ya taifa ya Tanzania ili kuhakikisha kwamba mama zetu, dada zetu wanakwenda kufanya shughuli na bila so shaka tuombe heri, tutakutana huko, mimi naamini inshallah mm. mimi mwenyewe hapa najiandaa mm. kukosa simu yako saizi ilikuwa tayari naelekea Chamazi Complex kwenda kutoa support kwenye timu yangu ya taifa. Mimi mara nyingi lazima niseme, ninapokwenda kuangalia timu ya wa taifa wanawake mm. ninapokwenda kuangalia kina Opa Clement huwa na enjoy sana kwenye football kwa hiyo lazima niende sababu najua leo Opa Clement tamuona, Stumai leo nitamuona, kiasi kwamba ninapokwenda katika uwanja ni wa Chamazi Complex kuenjoy, nitumie na kwenda nafasi hii niombe sana Watanzania hususan wakazi wa Mbagara, tukutane katika uwanja wa Chamazi Complex kwenda kutoa support kwenye timu yetu ya wa taifa wanawake katika mashindano ya sawa sawa. Kila laheri kwa timu yetu ya taifa na bila shaka tukutane huko tu kwa ajili ya taarifa mbalimbali Kisugu, turejee kwa Simba Sport Club bwana. Hongereni kwanza goli tatu ugenini nadhani ndo ushindi mkubwa zaidi kwa michezo ya hivi karibuni, kupata ugenini. Kwanza asante, tushukuru. Kuna neno moja huwa linasemwa hmm. asiyeshukuru kwa kidogo Zaki hawezi kukubwa. kushukuru kwa kikubwa. malengo ya Simba mwaka huu hmm. kuhakikisha Simba inaenda kucheza fainali ya klabu bingwa barani, lakini sisi tunajua mashabiki wa Simba, kucheza fainali ya klabu bingwa barani Afrika ni process Unaanza hatua za awali, ukitoka hatua za awali unakwenda makundi. Mimi naamini simba kwenda makundi sio stori, simba kwenda robo fainali ya klabingwa sio sio stori, tusipoenda ni stori hmm. Tunapokwenda nusu fainali ya klabingwa ndio stori inaanzia. Kwa nini leo, leo tunaizungumzia fainali kwa sababu ndio matamanio na matarajio kufika kwenye fainali lakini kabla fainali tunaitaka makundi. Na leo kupitia nyinyi Almas TV nizungumze, kila nikiangalia parents wa shabiki wa Simba wanakuwa na overconfidence. Ni kosa kwenye football, unatakiwa na over confidence, unatakiwa kuwa na confidence. Maana maana yake kuna confidence na over confidence. This is football, mpira ni mchezo ambao Tedi, nisikilize vizuri, waambie watazamaji wako na wasikilizaji wako Almas, hakuna mchezo duniani wenye matokeo ya ajabu kama kwenye football. Ziko historia nyingi ambazo sisi tumezifanya, ziko historia ambazo sisi tumekwenda kupindua meza, na ziko historia sisi wako watu walikuja kupindua meza kwetu hapa hapa nyumbani. Kwa hiyo leo mtaji tuliokuwa nao ni mzuri, tuna haki ya kujidaia lakini bado mtaji huu haujatupeleka ligi ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika, na ndio maana mechi inafanyaje, inachezwa Jumapili. Mimi baba yangu Omar bin Nasar Mikoi alinihusia, anaambia katika viungo vyote aliyokuumba Mwenyezi Mungu vyote visamini, lakini kuna muda macho usiamini, amini sana akili yako kwa sababu anasema macho unaweza kumulika kesha ya mwisho wa mti lakini akili ikakupeleka kufikirisha mpaka Ulaya, Diyo. kwa hiyo mimi leo kinipeleka mechi ya Jumapili kabla sijaangalia kwa macho, inanifikirisha kwamba Simba tumeshawahi kutolewa katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika Benjamin Mkapa, ugenini tulipata matokeo. Waandishi, nendeni mkawastue watu wa Simba, mechi bado dakika 90 unahitaji kucheza katika uwanja Benjamin William Mkapa ninacho wakiamini, mashindano ya klabingwa hayana dakika 90, mashindano ya klabingwa yana dakika 180. Dakika 90 tumeshacheza Uswatini, vijana wamepambana, tumekwenda kupata matokeo ya goli tatu bila, bado dakika 90 na Benjamin Mkapa. Mpira tatu ulivyoliona juzi, kwa hali ya timu ambayo ilikuwa imeachwa na na Fadlu aria na Murari ya upambanaji wa wachezajioni, ulitarajia kuona mpira wa namna ile? Yes. nitarajia moja mimi naamini kwenye historia. mm -hmm. Baada niliposikia viongozi wa Simba wanakwenda kumchukua mwalimu kutoka timu ya nani, timu ya Gabaron. mm -hmm. wana, ya nilichofanya cha kwanza kumfanyia research yule mwalimu anapenda staili ya aina gani, nikajaribu kuangalia timu ambazo zilizopitia, niliwaiga kufanya interview baadhi ya watu, niliwaambia mchezaji mwenye asili ya uvivu Simba sports yabadilike leo. Mwalimu amekaa wiki mbili Almasi nyinyi mmekuwa mashahidi. Performance ya Simba spirit ya Simba imebadilika. Simba ina press sasa hivi. One touch, one pass. Mm. Kuna touch ya kwanza unaachia kwenye njia unakimbia. Kwa sababu kwenye football lazima wapate watu ambao wana spirit ya kufanyaje, ya kupambana. Wataalamu wanasema mpira una kasi kuliko nani? Kuliko mwanadamu. Haiwezekani utoe pasi usubiri ili kidogo, uweze kwenda sambamba na mpira. Maana yake kutoa pasi na wewe lazima ufanyeje, ukimbie. Wewe ndio Pantev, alafu wana tofauti na walimu wote duniani. Walimu wengi duniani wanapokwenda kufundisha, jaribuni kuangalia pale katika katika katika benchi lile anaingia na karatasi hapo anaonyesha. Mwalimu wa Simba hatumii karatasi, anatumia tatoo zake ananyanyua. <laughs> utofauti wake huo. Anamwambia Kibonenis hawa namna walivyojaa hapo, watano kaa nyuma yao, alafu anamwambia Morris Abraham tachi ya kwanza ukikaa naye watajaa, ukipiga tachi ya kwanza weka kwenye njia <laughs> we mwalimu anatembea makaratasi chapati. <laughs> Lazima nitambe nyakati kocha wakati huu meneja tunaye, tunakocha sisi, tuna meneja bwana. Timu zote duniani ndio zina kocha, timu zote kubwa duniani zina meneja. Na sasa hizi nakuibia kwa sababu mi na jasusi, baada ya wiki mbili nao, hmm. watatangazwa na meneja na wao watatangazwa na, na. Uwe iweke jasusi wako ndio, Teddy jasusi. iweke. mimi ndinaosema Yanga watatangaza bure, muda sio mrefu. Mimi au sio? Mimi wametangaza kutangaza? Wametangaza. Wame mi na jasusi anafanya kazi vizuri. Hongera sana jasusi wako, wa mwaka wa mbele yuko vizuri, na amenipa nyapi nyapi nyingine nazifanya kazi, nitakuja kuzitoa muda wote. Nitakuteni Almasi, njoni tuzungumze. Mi binafsi, lazima niseme Simba na Yanga sio wagomvi, ni watani. Kuna muda unakaa unajaribu, kuna mambo yanayofanyika Unajiuliza, hii ni sahihi? kwa wakati tuliokuwa nazo ah, nao kwa kama leo hii ukisoma katiba ya watani zangu Dar es Salaam Young Africans, ukisoma katiba ya timu yangu Simba Sports, msingi wa kwanza hmm, wa mapato wa vilabu ni mashabiki kuingia uwanjani kwenda kuangalia football. Niache niache na kusikiliza, kusikiliza. Mimi kama msikitini imamu kama kanisani mi ndo mchungaji. Mimi ndo mwongozaji wa ibada. Twende, twende, twende. Leo Teddy kama unacheza na Silva timu kutoka Zambia unaweka bule kesho unakwenda kucheza na Mbeya City inakwaje? Na Malawi, Malawi, Malawi. Ah! Mfano. Hey, mfano leo kama unacheza na timu kutoka Malawi nje ya nchi unaweka bule kesho unakwenda kucheza na Mbeya City. Mtoto mleavyo ndivyo hapo, lakini waswahili wanasema mzigo mzito apewe nani? Mnyamwezi. Utamwonea mzigo wa Mnyamwezi, mpe mza Mnyamwezi, na mzigo wa Kisugu mzalamu mpe nani? Kisugu. Katika hili management ya Yanga mimi siwalaumu wao, wanawakabidhiwa Yanga tayari wanakuta mazingira yameshafanyaje, yameshatengenezwa. Ndio hasa wanasema, kila jambo mi ni mseme injinia, katika hili simseme nani, kila jambo mimi ni mseme, alafu atisaidi, katika hili mimi simsemi. Kila jambo ni mseme, alikama, katika hili simsemi. Cha kwanza nawasema, wazee wa Yanga si wa kweli, hawana mapenzi na timu yao, kwa sababu mm. yale waliozoea ya nyuma, ndo barua wanaandika engineer, tunaomba mechi iwe bure. Wewe mzee una miaka 80, unajua mapato ya Yanga ni, ni, nani, ni wanachama. Leo unaenda bure mpira na yule kizuruda baada ya kusikia wazee bule, naye kaevua anaomba bule leo. Godi kamko bosi, tunakuomba maji, tunakuomba pilau, basi ombeni na magodoro na neti, kwa sababu sm najua bilionea anaweza kukupenda hivyo vitu. <laughs> <laughs> Yes, lakini Tedi, lazima niwaambie mashabiki wa Yanga mm. na niwastue viongozi wa Yanga, japokuwa wameweka bule, lakini mashabiki wao hawaji ili wakitaka kuja namwambia Alex Ngai wakodi mabasi wapeleke Mbagala. Mtu kama anashindwa hela kuingilia atapata nauli ya kujia Kisugu, yangi, na mashabiki wengi. Leo, leo. Swaiba si wangu engineers kesho namuomba kwa kupitia msemaji Elshabani Kamwe, mdogo wangu watangaze, kuna mabasi bure wapeleke Gongo la Mboto, wapeleke kwetu Mbagala kule wapeleke Kigamboni Kawe, Kawe. Ndio niasi unataka watu hawa wameshindwa shilingi elfu tano watapata shilingi elfu tano ya kusafiri. Mpukona, no, tiketi, si lazima, no, na, na moja ambao alijui mi nawakumbusha hmm. asilimia tisini amna mechi Yanga wakaingiza buli wakapata matokeo mazuri Yes, mechi zote Yanga wanaingiza bure asilimia tisini suru, wanatoka suruhu, lakini hii mechi inaonekana wanaitaka zaidi. Mechi zote walikuwa wanazitaka, litakiwa goli moja pale, unachukua bilioni mbili alafu timu yako nakuna... <laughs> <Laki sumu. laughs> ndio kwa naongopa Teddy, lazima niseme haya mazingira tunatengeneza kwenye timu ya bure yatakuja kuasiri hizi bure moja tunatengeneza vijana ambao hawajishughulishi, wanakuja kuboteka mindset zao. Wakikaa kisiki, Yanga inacheza, najua tutakwenda kuingia bule. Tunatengeneza vijana wazembe, vijana ambao akili zao zifanye kazi sana kutafuta pesa. Hizi timu Simba na Yanga zimeletwa ndani ya timu. Kote duniani, kuna watu wanaitwa kwenye hizi timu. Kazi ya kwenye hizi timu ni wao kuwa msaada juu ya hizi timu, sio hizi timu ziwe msaada juu yao. <laughs> wa, wa timu baada ya kuwashawishi mashabiki wenzako waje, unamshawishi mtu akuletee pilau na maji, basi omba na godoro ulale bure <laughs> eti ule godi kabisa, sema namwomba tajiri anilete maji bure we, godi mtoto wa kiume sawaje? <laughs> GSM anaweza anaweza kuletea maji bure <laughs> na kukumbusha sakevo, omba godoro na neti bure tajiri. Na ukimaliza kupata hizo omba la ulinzi uletewe. Atapata. Wanasema Simba ni timu ya mabonyenye, Yanga ni timu ya wananchi. Hii kwa tunavoelekea kwenye weekend. Moja Tedi katika dhambi tunaipata. Hmm. Kwaita Yanga wananchi. Kwa nini? Yaani kila ukitamka neno Yanga mwananchi unapata dhambi. Kwa nini? Taifa hili, sikiliza Tedi. Hmm. Na siku nitafute historia nataka iwe ndefu Jofsin. Kuna somo nitalitoa kwa Tanzania watanielewa na ndio maana nikadiriki kusema ukitamka neno la wananchi Yanga unapata dhambi kutoka kwa Mungu. Kwa nini? Mmoja katika saliti wa wasaliti wa nchini Dar es Salaam nchi inapata uhuru sitini na moja, sitini na tano inaanza ligi ya muungano Kaangalie kuanzia 61 au miaka 50 uko mpaka 61 mpaka 65. Asilimia 99.9 timu zote za Tanzania zilikuwa zinaitwa majina ya wazungu kutoka nje. Tulikuwa tutumii majina ya asili. Eh. Hey. Sikiliza vizuri Teddy. Baada kuona ile hali ya mabadiliko, Rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Almaruhu mzee wetu Abedi Amani Karume nenda kwa ile story sabini na moja anakataza na kupiga marufuku majina yote ya kizungu kutumika kwenye nchi yetu Simba ikaw. Sisi tunatoka kwenye Sunderland, tunakwenda kwenye Simba Sports. Nielewe vizuri wao Young South Africa walihama na Young South Africa jina la Kiswahili, si Yanga. Na ukiletea ushahidi Tanzania kuna timu inaitwa Yanga naenda kupa kibanda changu Mbagara, si Yanga. Nasema hivi, ukiniletea ushahidi hiyo ofa nakupa wewe Teddy. Nakwenda kutafuta. Yaani nasema lile like kutoka moyoni mimi Mwislamu nasema wallahi wabillahi watallahi, ukaniletea ushahidi kuna timu inaitwa Yanga nchi Naenda kupa amna. kuna Yanga na yangu, ni viwiri, yang ni vitu viwili tofauti. Ukishasema vijana wa Afrika, Afrika umeiba kwenye lugha ya watu, umeleta kwenye lugha yako ya Kiswahili. Nitafute historia kubwa. Acheni kuwaita wananchi, mnapata dhambi mmoja. Wasaliti wa nchi ni wao Ziko timu zikuwa zinaitwa Liverpool nchi ndio, nenda kamuulize zaka za kazi, atakupa haya mambo <gibu> <gibu> kwa hiyo kuanzia leo, Tedi nakuonya, ili Mungu asende kukuhukumu, usiwaite hao wananchi. Nenda kaangalia jezi zao ziko sema na ndiko Yanga. Yanga. Ukishasema Young Africa Kiswahili hiyo? Kiingereza. Walimtii mzee Karume hao? Hawajamtii. Wana sababu gani ya kuitwa wananchi? Mzee Karume si mwenzao. Lazima <laughs> <Teddy, laughs> niseme tumeingiza timu nne. Ndio. Mbili shirikisho, mbili klabu bingwa barani Kama kifo kinapangwa, ningeambiwa mi chagua kuziondosha hizi timu nne, hmm. ya kwanza ningeondosha Yanga Jumamosi, zingebakia ngapi? Simba uti hamna chembe una. Hey. Yani ningekuwa unaambiwa Kisugu, chagua katika wanne, anasema huwa huyu kwana Dar es Salaam angafika Jumamosi, oh. zinabakia ngapi? Tatu, nazunguka nageuka, piga Singida huyu Masanza una, wale. Sasa wale chamazi si ndugu zangu nami nakaambagara <laughs> so namwacha kaza kazi <laughs> namwangalia na eh, namsogeza mpaka akifika robo sasa kule nataka nikasimame peke yangu, namwambia nawe pumzika. Yes. Roho mbaya hiyo bwana wewe. Hata kwenye familia hmm. Ukiwa na watoto tisa ukiwa watoto kumi lazima awe na mtoto tegemezi hiyo, hmm. ndio system kwa hiyo katika mpira Simba, ndio tegemezi. Yes kwenye dini ya kiimani ya Kikristo tegemezi alikuwa Yesu. Mungu anasema wewe ndo mwanangu pekee ninayempenda. Lazima kuna tegemezi, si Simba ndio tegemezi Mbio. na watetezi katika nchi. Bwana Kisugu, tuombe Mungu Jumapili ifike. Moja katika siku ambayo wana Simba wanatamani kufika ni Jumapili kwa sababu kuu tatu Mbio. Moja, kwenda kupata burudani ya meneja mpya wa klabu ya Simba tatu linaonekana kule pale, inaenda kupigwa pila shisha <laughs> kwa hiyo, cha pili kwenda kutoa support kwenye timu yetu. Hapa naombeni mnipe time nizungumze hata dakika mbili na mashabiki wa Simba. Tunapoambiwa Simba mashabiki ni mchezaji wa kumi na mbili wachezaji wana maana yao waliotengeneza hili neno na maana yao, tunapojaa katika uwanja wa Benjamin Mkapa kupeleka lile vaibu, wachezaji wataongeza spiriti ya kupambana na kupata matokeo mazuri moja kinachosababisha licha ya kelele zetu. Shomari Kapombe kila akisikia kelele ya Kisugu anasema Kisugu huyu kaingia bure, anasema bana, hajaingia bure, amelipa hela yake. Amepata wapi hela huyu? Kuli amebeba mizigo bandarini. Maana yake cha kwanza, kabla ya kufikia matokeo, anafikiria namna mimi nilivyojitoa hela yangu kuja kuingia pale uwanjani, lakini wewe unapiga kelele. Akifikiria huyu kaingia bure, anajitoa. Mashabiki wa Simba, tukutane katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini kikubwa cha tatu tuna slogan ya Simba nguvu moja. Mimi siamini kama wana Simba wote wanaweza kuja katika uwanja Benjamin Mkapa. Ukiona wewe umebanwa elfu tano unayo, nayo mpigie simu Kisugu, njoo chukua tiketi elfu tano, nenda kwa support team. Slogan ya Simba nguvu no. moja, lazima kusaidiana. Wako wana Simba walio kwa Marekani, wako wana Simba walio kwa Uingereza, wako wana Simba walio kwa Ufaransa. Ili nguvu moja itimie, lazima waonyeshe kwa Simba wenzi wao, watoe tiketi watu waende. kisugu huwezi kumpata mtafuta almasi mpigie simu bana na tiketi zangu hamsini hizi peleka kwa wana simba afrika inatambua dunia inajua mashabiki bora wako tanzania wako kwenye timu ya simba sports club. na ushahidi tunao tunzo tunayo kwamba sisi mashabiki bora twendani tukaonyesha ubora wetu siku ya jumapili Uswatini tukutane sana. Asante bwana Kisugu, leo amenipa story nzuri sana. Mikoi Kisugu na historia zake, naamini kuna vitu ambavyo hata wewe pia mtazamaji wetu umefunguka kiakili. Jina langu ni Tedi Tino, nyuma ya kamera alikuwa Myahudi, Poison Myahudia. Naamini siku ya Jumapili katika uwanja wa Benjamin Mkapa basi, Simba Sports Club watakuwa na kibarua cha mchezo wao uh, wa pili wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Mechi ya kwanza waliibuka na <coughs> ushindi wa magoli matatu kwa sifuri.